Yes ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, karibu sana kunako televisheni ya Maokoto. Hii ni Salamba TV na mimi ni Diego mashuhuri e, niko hapa kukutangazia habari njema kutoka kwetu, lakini nikujuza tu kwamba leo mezani, mada tulionayo inamuhusu nyota wa kimataifa kutoka Tanzania Fei Toto Faisal Salum Abdalla ambaye eh, mm, nakipiga ndani ya klabu ya Azam FC ambaye ofa imesoma tayari kutoka kaskazini mwa bara ya Afrika shilingi za kitanzania bilioni nne e, ili kumng'oa klabuni hapo Azam FC. Na Yanga wenyewe, kumbuka, wanatakiwa kunufaika kutoka kwa mauzo hayo ambayo yanafanyika, si ndio? mm. kwa hiyo tutakuja kuangazia hapa nini ambacho kinaenda kujili. Niko na mfaume na linga ambaye kwa pamoja tuta E, tutakupatia kile ambacho unastahili kukifahamu ama kukijua kwa wakati huu, na tunapewa nguvu kubwa na wadhamini wetu wakiwamo Helabet bila kwa sahau Jamvike na Salamba, e, Easy Pads e, Super Banko, hawa e, wanatuwezesha sisi kuwa vizuri kabisa, na hata ukinitazama e, hata ukinitazama uzuri e, leo hii kidogo nina mwonekano wa kitofauti Eh, sisi huwa tunavalishwa na Cavido House of Switch code, lakini leo hii ili ni mke wangu amenitungulia wa bwana Nalinga, ili mke wangu amenitungulia wa mm. Eh, ilikuwa lipo tu, akaniambia kwa nini usivaa hili hii leo, ili mambo yaende sawa sawia ya. Uhali gani wewe mfaume Nalinga? Ah, mimi niko poa kabisa njema kabisa, namshukuru Mungu. Yes, basi tunaenda kuangazia moja kwa moja kile ambacho kinajiri mm. na tunafahamu kwamba pesa yuko ndani ya klabu ya Azam FC of course, lakini ofa ni hiyo imekuja tayari mm. Tueleze ni klabu gani Mfalme Nalinga na nini ambacho kinahitajika? Uh, kwa mujibu wa vyanzo vya ndani hapa Tanzania mm. ni kwamba ni Al Ahli Tripoli mm. kutoka Libya inamhitaji huyo kwa daura shilingi dola kwa, kwa dola za Kimarekani eh, milioni mbili mm. tukichenji kwa sarafu yetu ya Tanzania kwa sasa hivi kwa pesa ya madaha. eh, he, ni kama bilioni nne nukta nane hivi mm, Uh, of course ni, ni, ni taarifa tu zimekuja Tanzania mm, lakini nilivyojaribu kwenda Libya na kuangalia namna gani ambavyo hizi taarifa zipo mm, hakuna strong source yoyote mm, Libya imeripoti hiki kitu kwa sababu inaonekana ni mazungumzo ya siri ndani ya club kutoka kwa Al Hilal mm, Eh, Al Ahli Tripoli kwenda kwa Azam FC mm, bado na, na, na barua inaonekana yeah, kabisa ina muhuri eh, ina muhuri lakini kwa Libya hakuna hiyo strong source mm. Umeelewa? Kwa hiyo nadhani ni mpango wao a, a, Tripoli kwa ajili ya ku strength kikosi kwa chao, kwa sababu wanamvalue Faisal ni kama mchezaji ambaye technical ability yake iko vizuri sana. Kwa hiyo wanaamini wakimpata Faisal, kwa sababu wanamtem kama creative midfielder wao, ndo wanamuona hivyo Faisal, kwamba Faisal ni mbunifu kwenye eneo la kiungo. Kwa hiyo wakimpata, wanaamini katika eneo la kiungo kuna kitu anaweza kukiongeza, kwa sababu kiangalia Faisal mda mwingi position yake anapenda eneo la namba kumi eneo ambalo mara nyingi viungo wanacheza pale, mara nyingi wanakuwa ni ubunifu, lakini nikienda deep zaidi nikiangalia Feisal mpaka sasa hivi ana assist zaidi ya saba kwenye mashindano yote ambayo amecheza. Mm-hmm, kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho nakivalia kwa Feisal kwamba of course anacheza kwenye namba kumi, anatoa assist nyingi, why tusimsajili sisi? Wanaona kwamba ni kiungo ambaye ana ubunifu mkubwa katika eneo lile ambalo anacheza. So for me, ni hiyo klabu kutoka Libya, mm -hmm, ndo wanamhitaji Feisal Salum mpaka sasa hivi. Okay. Klabu kutoka Libya inamuhitaji Faisal Salom Abdalla na umezungumza uzuri kwamba ni creative midfielder, ni kiungo mbunifu, Deo, kwenye eneo la mwisho bila shaka na kwa dau ambalo limewekwa, mm. Faisal anaenda kwa mchezaji ghali zaidi kununuliwa kutoka Tanzania bila shaka akivunja ile dau la Stefania Siziki. Unaona, anastahili kweli? Unajua, uh, mm, kustahili uh, inategemea ni biashara nyinyi mnazungumzaji kwa sababu hakuna fixed price, mm, kwenye biashara ya mchezaji, yani, of course, inawezekana kama Mayele au Feisal, au Aziziki wanaweza kawa na potential kubwa sana na thamani kubwa sana, lakini watu gani wanakawa na negotiate deal, mm, yani wakina nani, wana watu gani ambao wana akili ya biashara wanakaa wanazungumza kuhusiana na dili la mchezaji kwao, ni hapo tofauti iko hapo. Kwa hiyo value ya mchezaji ina, ina dependi, ni watu gani wanazungumza. Kwa mfano labda Aziki labda ameuzwa na watu ambao akili yao biashara iko chini, hawajui ku negotiate. ya Maele, yes. Maele inawezekana ameuzwa na watu ambao hawajaona value yake potential, kuangalia mbele, wajajua kwamba mfano Maele kwa sahivi, Maele ni mchezaji ambaye anatikisa bara la Afrika. Ndo, the leading striker mm. tunasema mm. Afrika kwa kwa washambuliaji upande wa bara la Afrika ilihitajika kiongozi au mtu ambaye ana akili. Ofa ya kwanza kama dola laki nane e, li, la e, Tripoli wamekuja na mara yaani asilimia wame double size kama mara tatu hivi hmm. na kufika mpaka dola tunasema ni eh, milioni mbili mm. Kwa hiyo unaona hapa smartness iko wapi kwa aina ya viongozi ambao wanakaa kunegotiate deal. Kwa hiyo kustahili kwa mchezaji. Unaelewa, it depends watu gani wanakaa mezani kunegotiate deal na mchezaji. Kuna watu, kuna watu wanajua biashara. Kwa mfano Azam asili yake tu ile club imetoka kwa wafanyabiashara mm -hmm. Umeona kwa wana akili kubwa sana ya biashara kuliko hata eh, viongozi wote wa mpira hapa Tanzania mpaka sasa hivi, maana tulokuwa nao sasa hivi maana, kwa sisi Yanga Simba nani mm -hmm. viongozi wao wa juu eh, wamekuja tu kuikuta timu katikati, lakini Azam FC chimbuko lake ni wazee wa business, na mpaka ukiangalia kampuni ya Azam ilioanza mpaka sasa hivi ilipofikia, mm -hmm. of course unaona kwamba jitihada kubwa imefanywa. Kwa hiyo ni watu wana smart minded kwenye biashara Of course, wangu mimi naweza nikawapongeza kwa hiyo. Kwa hiyo swali lako la msingi kwamba anastahili, uh, mimi nikimwangalia uh, anastahili na bado ni pesa ndogo sana, umeelewa yani, bilioni 4 eh, ne, uh, ni hela ndogo eh, unazungumzia una, una bilioni nne mm. mm. Yani tuseme bilioni tano kasoro za Kitanzania, yes -ku, kumnunua mm. Feisal Salum bado ni pesa ndogo, ni pesa ndogo kwa sababu moja mimi naangalia Libya wana, wana, wana lengo gani na Feisal. Feisal, Libya Al Ahli Tripoli lengo lao mama sio tu mm. akamtumie Feisal no, kwanza wanaamini mm. uh, watampata kwa bei nafuu cha kwanza. Eh, hiyo bilioni 5 kasoro wanaamini wao ni pesa nafuu, yani ni pesa ndogo zaidi mm. wakishampata kwa bilioni hiyo, kwa hizo pesa wao wanaangalia future, unaelewa wanasema Eh, wanaweza wakakuza thamani yake mm. yani hmm. wamemchukua kwa bilioni nne hmm. au bilioni nne point nane hmm. wao kwanza wameona opportunity hiyo kwamba ni pesa na yani Tanzania, hmm. ni, ni kwa sababu anaweza liga Tanzania ni, tutamnunua kwa bei rahisi, umeelewa hmm. mm. lakini pia sio tu bei rahisi, akija hapa pamoja na potential yake tunaweza tukamkuza sisi, umeelewa hmm. mm. tukapata e, faida kwa sababu, zaidi kutoka kwa sababu naamini bado kinaona pesa unaoona kikua zaidi hapa sababu so, uh, mm. sio kijana wa miaka 18 au 20 tena. Of course, uh, sio kijana uh, wa miaka 18 mm. wala sio kijana wa miaka 20 mm. Kukua kwenye soka uh, tuna kuna kitu tunaita peak mm. Uh, yaani mchezaji kuna peak yake, kwa mfano Mayele yameondoka hiyo hiyo peak ya, mm. Um, ya ya Feisal mm. Um, uh, nachozungumzia mimi ni kwamba unaiona um, biashara ya Feisal akitoka Al Ahli Tripoli um, kwenda nje ya nchi kwa nyakati kama hizi <laughs> kwamba Tripoli wao watamtumia lini ili waweze kumuuza na wao kwa faida ah, labda bilioni kumi, bilioni ngapi? Yeah, football sasa hivi iko so, hivi sasa hivi kuna kwa mfano nchi za Afrika Kaskazini kwenye football wao wanaangalia soko kubwa la kupata pesa ni Uarabuni, Qatar, mnaelewa, Saudi Arabia, mnaelewa, eh, UAE kwenye hizo nchi wao ndo wanaangalia, wanauza wachezaji wao wengi kule hata Libya, wachezaji wao wengi wanawauza kule, na hawa jamaa wana pesa kubwa sana, kwa hiyo wanakuja kuchukua wachezaji kwa bei nafuu. Hawa wachezaji wakipata piki kidogo tu, wakiwa na standard kidogo, yani wakiwa na tofauti mdogo sana, au wakiwa na, yani wakiwa na potential, yani wakicheza vizuri, au performance kidogo tu. Umeelewa? Haya, hivi vilabu kutoka UAE, Saudi Arabia pamoja na Qatar wanaweka pesa nyingi sana kwa kununua wachezaji umeelewa? Kwa mfano leo hii, kwa mfano Maele kipindi yupo Yanga na alivyoshisha, tukasema huyu, hii ndo levo kabisa, hapa amefika levo, akifika kule cool, lakini umeona sasa hivi kichotokea mahe, amezidi kujidabu value mwenyewe. Kwa hiyo na Pyramid, sema tu jamaa wenyewe wana hmm, pesa sana wale jamaa, umeelewa, hivyo wana hela, kwa hiyo ndo maana, kwa sababu mmiliki wa Pyramid anachokizungumza ni kwamba kama ni mataji Mayele yamewapa mataji, yaani uh -huh. hela imelipa, uh -huh. kwa sasa hivi wakimuuza kwa dau lolote ni faida kubwa uh -huh. sana, lakini wao wanamng'ang'ania kwa sababu pesa wanayo, uh -huh. kwa sababu mliki wa Piramidi anatoka Saudi Arabia, huko ni mfanya biashara, mtu wa utalii huko, alikuwa kwenye kitengo cha utalii cha Saudi Arabia. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana hela nyingi sana, kwa hawazi, kwa hiyo hawa tageti yao ni kufanya biashara tu, kwamba wanamchukua kwa kwa Feisal, wanajua kipaji chake kiko wapi, na akishaenda kucheza pale msimu mmoja akionyesha Kota kutoka uh, uh, Orlando Pirates yuko Saudi Arabia hmm kuna baadhi ya talents ukiziangalia na jamaa anavyojua kufanya biashara, basi wananufaika sana na hizi business, kwa sababu sisi tunaamini kwamba labda bilioni nne kwa mfano umeshtuka. ah, hapo bilioni nne ni pointi, pointi nane hela nyingi, lakini kwa wao bado wanaamini hiyo ni pesa. Yes, sasa, uh, hmm, mazuri, uh, hmm, ni pesa ndogo kulingana na potential ya mchezaji, na sisi tunaenda kufanya nini sasa? Baada ya maelezo hayo mazuri, ni kufahamishe kitu hmm. Young Africans wao wameweka big no wameweka big no kwenye nini, mpaka mzigo wao usome, yani, nyie biashara fanyeni navyojua nyie, na nikujuza tu kwamba uh, kwenye dili hili la Faisal kutimkia Ahli Tripoli kwa shilingi za kitanzania bilioni nne nukta nane, Young Africans anatakiwa apate bilioni moja ya kitanzania, hiyo ni kama atauzwa ndani ya ligi kuu soka Tanzania bara, hmm. si ndio? ni hmm. kama akienda kwa timu ya humu ndani hmm, kwa hiyo Young Africans wao waliweka big no kwa Faisal Salum kwenda timu yoyote ile, na hapa alilengwa zaidi Simba bila shaka hmm, kwamba asije akauzwa kuelekea Simba, lakini hmm. hmm. sasa hiyo big no imeenda kutenguliwa na Azam FC wenyewe ambao wanampeleka hmm. Libya mchezaji Ahli Tripoli. Dili likienda sawa sawia mpaka kufika hivi sasa, si ndio? Sasa ambacho kinajiri ni kwamba mm. uh, itakuwaje pale ambapo Ahli Tripoli wakamzungusha Faisal kama ambavyo tumeona uh, tumemwona Selemani Mwalimu alikuwa anahusishwa na timu tofauti tofauti kama mm. unakumbuka eh? mm. Yanga, Simba mm. akaenda Wydad Athletic Kasablanca, si ndio? Amezunguka, ameenda kwa mkopo ndani ya Simba pale, kuna chenga ya mwili ilipigwa. Sasa itakuwaje kama hiki ambacho wana kikwepa Yanga Africans mm. ndicho ambacho kitaenda kufanyika kwa mchezaji Feisal Salum akiwa Ahali Tripoli e, ya Libya, Simba wakaenda kubisha hodi, bwana, tunamtaka huyo kwa mkopo. Unalionaje hii Mfaume na hii? Oh, of course mimi hapo ndo naona kwamba mindset ya viongozi wa Yanga mm. inanipa mashaka kidogo mm. kwa sababu a uh, sijajua walivyoweka hilo deal kwamba mm. kiuzwa ndani, tunahitaji pesa kadhaa, hawakuangalia potential ya huyu mchezaji kwamba mm. mchezaji anaweza siuzwe tu ndani mm. ana potential kubwa Kipaji chake ni cha hali ya juu sana ah, inawezekana akauzwa hata nje ya nchi. Wao walifanya kuikomoa sema, ndo akili ile. Unaona hapa nchi yetu hii kwenye upande wa mpira kuna viongozi wa namna gani? nalimu sema hivi, umeelewa? Sema hivi, umeona ile? una, unakaa unawaza kwamba nataka niikomoe timu fulani kwa, kwa kuweka sheria kandamizi, kumbe ujui kwamba wao tuseke tu sheria ambazo zitatunufaisha sisi kama klabu, umeelewa? mm, yani kuna watu hawaangalii klabu yao inaenda wapi? Bado wamekaa kuangalia fulani anafanya nini, tumzuie. Yani kazi yao ni kuweka vikwazo kwa wengine, umeelewa mm. lakini bila kujiangalia kuni, wao wanafanya vitu gani hasa. kwa mfano haya, wanakuja kukosa hela nyingi sana hizi kama zimetokea hapo kwa Feisal. kwa mfano, Feisal ikiuzwa like, pesa nyingi sana wanazipoteza. umeona barua ya Al Ahli Tripoli weka mm. kwamba wamesema endapo atauzwa popote Feisal mm. tukimnunua kutoka kwenu basi asilimia kumi mm -hmm. ni yenu kwa Azam. Akili kubwa sana kwa viongozi wa soka mm -hmm. umeelewa ya, yawezekana Yanga wao hawana shida, mchezaji akienda kokote ila tu asiende Simba, that is no e, esa hiyo sasa. Umeelewa ndo, ndo nasema kwamba akili unawaza nini? Asiende simba why? Angalia hela iweze kusaidia, hiyo pesa iweze kukusaidia kuongoza klabu yako, umeelewa? Sio unasema kwamba waende kwenda Simba mm -hmm. haya Umekosa mapato kwani Al Tripoli walivyoweka hichi kipengele cha milioni kumi hawakuona kwamba, si unaelewa. Kwa hiyo mba... for me naamini kwamba tunahitaji sana msasa kwenye hizi hizi club unaelewa mm. viongozi na pigo pigo wapige sana msasa mm unaelewa. kwa sababu moja FIFA wamekuja na na course mm -hmm. uh, leadership in football unaelewa mm. ni, ni, course ambayo FIFA wenyewe wanaitoa. Sidhani kama kuna kiongozi yoyote hapa Tanzania alishasoma hiyo course uh, football Uh, leadership ni football wanaitoa, ni gharama kubwa sana kuisoma. Kwa hiyo wanajua kwamba mpira wapo viongozi ambao, uh, yes. Tanzania hapa sijawai kumuona huyu ambaye nakusoma hiyo kozi hajawai kusoma, Engineer health, uh, kusoma Kama pia Arafati naye alisafiri. Achana na clinic zile, zile, zile, zile, hiyo ni kozi ya miaka miwili sasa, ada yake zaidi ya milioni ishirini ni kozi ambayo wanaitoa kwamba inaweza ika, eh, yika, yika, yika mshinda hmm, engineer sasa, hiyo gharama ah, ni miaka miwili sasa, sawa, inaweza si mshinde, lakini ni kozi ya miaka miwili sasa, huwezi kusoma tu. Mtu akiwa anasoma hawezi kuja kupost pale kwamba jamani, ah, nimeanza kusoma kitu fulani. Tumejuaje alipoenda huko Marekani? Alifuatiaje? Tumeona anapiga msasa refresher, anapiga clinic zile, why? Tumeona afu, kwa nini tusione hizi kozi kubwa? Kwa hiyo mimi naamini viongozi wa Tanzania, ili tuweze kufika tunapopahitaji sisi, umeelewa, hasa kwenye football Uh, inabidi sana wasome sana, wajue mpira sasa hivi wana, wanawezaje eh, ku transform club zao kuwa ni club za kibiashara zaidi, kwa sababu hii ni hasara. Mchezaji kama yule, umeweka kipengele dhaifu kwa kuzuia timu fulani simchukue, umenelewa, lakini unaacha rupo, unapoteza pesa kwa mchezaji anapouzwa timu nyingine nje ya nchi wao. Unashindwa ku think twice kwamba end huyu endapo asipouzwe Simba, huu e, timu yote ya ndani wao yakiuzwa nje tutanufaika sisi kama Yanga. Kwa hiyo lazima, ndio mimi nasema kwamba viongozi wengi hawapo kwa maslahi ya timu, wapo kwa ajili ya masla ya maslahi yao binafsi. Ubinafsi umejaa sana kwenye hizi club, kwa inabidi wabadilike kidogo, waangalie manews. Mimi nimefurahi sana yani hii hii, hii barua ya kumtaka pesa hmm, eh, imetufundisha somo sana, na kama viongozi wa mpira kuna kitu cha kujifunza pale, kwa sababu ukiangalia vipengele wame, yani tuseme kwa lugha nyingine, wamewatongoza Azam vizuri sana. Yanaweza mpaka akichomoa, yani si dhani. Kwa sababu atauzwa hivi pesa nyingi na tukimuuza nje ya nchi asilimia kumi ni ya kwako. Kwa sababu wanajua Feisal wao pale hawezi kumtumia msimu miwili. Atakata msimu mmoja watamuuza warabuni, atapata pesa. Sasa sasa anachukua haraka. Kwao ni kitu ambacho smartness kwenye football inahitajika. Huyo hmm, ndio mfaume na lenga amezungumza uzuri sana na ameeleza hapo kwamba Ahli Tripoli umemtongoza uzuri kabisa. Azam ni barua nzuri sana na kwa pale Azamu awezi akachomoa, anachomoaje pale? Kwa mfano hata kama wewe pale uchomoe, Azam sawa, kwamba kwamba, ila ni ndogo. Mimi nimeshazungumza, ila kwa Azam pale lile fungu na vile vipengele vile, si ndio? Hapa hata wamezungumza bilioni nne pointi nane lakini e, kwa mimi najua sasa hivi hapo ushike bilioni nne kwangu mimi bilioni mm. ah, kwa mimi bilioni nne hela ni, ni, ni mm. ni, ni yani, nyingi nyingi sana. japo nadhani ni nikichukua haikai siku mbili ishaisha lakini ni nyingi kwangu. ukichukua okay, siku mbili ah, isha kwa matumizi gani? matumizi ni mengi mm. ah, hivi kuwaza bilioni nne hizi bilioni mm. <laughs> Amka kijana, eh? Amka, upo kwenye ndoto. Yani sisi wakuwaza bilioni nne, of course tunatakiwa tuwaze hmm. makubwa of course hmm. lakini bilioni nne shekhe kiasi gani? na linga ukipata wewe, kinabadilisha kabisa maisha yako, watu wanakutazama kinabadilisha, hey, hmm. hmm. maisha yako kabisa, ni kisha hmm. kiasi fulani hmm. mimi sio tena nalinga huyu Ah, huyu wa leo mnayeniona, mm, mm, nikishika kiasi fulani cha pesa mm, wanangu mtanisahau. Ni kiasi gani iko, uh, kama yani hela ambayo inaweza ikanipa wazifa wa kununua kisiwa chochote, yani hela hiyo yani, upewe hela yani, yani upate hela kisiwa, kununua kisiwa e, ndo lengo langu bwana, yes, tuna, tunafunga kipindi tukiwa tunaweka nukta hapa maana, <laughs> naona mwenzangu ameanza kuchanganyikiwa taratibu taratibu. Pa, wakati mwingine. Asante sana kwa wadhamini wetu ambao wanatupa nguvu ya kuendelea kuonekana tukiwa imara zaidi. Unakaribishwa kuendelea kutangaza eh, biashara yako ama huduma yako pamoja nasi, hususani msimu huu wa kipindi hiki cha eh, sikukuu mm, za mwisho wa mwaka kuna punguzo la bei kwa kila tangazo ambalo utakuwa unaileta tukutangazie. Mimi naitwa Diego Mashuhuri, nilikuwa na analinga Mfaume. Asante sana mjomba Vuma hali Bido pamoja na Tunu kwa kuhakikisha kwa matangazo haya yanaenda sawa sawia. Pa wakati mwingine, endelea kusalia nasi.